Kutoka hapa mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA, mwenyeji wako anaitwa Beni Mwanantala. Leo mtazamaji, bado ana unguruma kutoka za kimaendeleo sasa. Hii leo mtazamaji, tumeweza kuambatana na meneja wa TCRA kanda ya Ziwa, mhandisi Imelda Salum, ambaye yeye amekwenda katika maeneo mbalimbali hapa Ukerewe akitoa elimu kuhusu kampeni yetu ya sitapeliki. Kwanza ameanzia katika kituo cha redio cha Flamingo, kama ambavyo wanamtazama, na baadaye amekuja katika soko hili, soko maarufu kama soko mjinga. Mtazamaji, nikwambie tu, ungana nami uweze kufahamu mengi mazuri ambayo nimekuandalia. Mimi naitwa Beni Mwanantala na hili ni Bambo la Mtaa kutoka TCRA. Azatisialaikusua nyota mia na sita aleli mimbo memsajilia mtu umemsajilia mtu ja hujui kama kosa kisheria. Kwanini umemsajilia ayesi? walikuwa na mkatalia paleaokea, wanabishana na mtu kwenye simu, kamtishia maisha, kwa bahati mbaya amefariki. Wakija kutafuta kwenye usajili, unaonekana wewe kule, utakuja kukamatwa uende jela wewe, bwakila jela <laughs> Janja Ruka, usikubali kutapeliwa. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania, TCRA. Naam, mtazamaji tumerejea. Lakini kabla ya kuanza kipindi chetu rasmi, hebu tupate nafasi ya kumsikiliza kwa umakini Waziri wa Mawasiliano na teknolojia ya habari Mheshimiwa Jerisla akizungumzia kuhusiana na, na kampeni yetu hii ya Sitapeliki. Linda taarifa zako kwa kuepuka kubofya viunganishi links usivyovifahamu. Jumbe ya nne inasema tunahimiza kuhakiki namba zako za simu kupitia namba ya nyota 106 alama ya reli. Bofya nyota mia moja na sita alama ya reli kisha chagua kuona namba zilizosajiliwa na kitambulisho chako cha NIDA. Iwapo utakuta namba usizozifahamu, tafadhali fika kwenye duka la mtoa huduma wako, ili waifute. Jumbe mwingine unasema tunakumbushwa kuwa mtoa huduma wako wa huduma za mawasiliano ya simu atawasiliana na wateja wake kupitia namba mia moja pekee. Mia moja kwa maana ya moja sifuri sifuri, ndiyo namba pekee ambayo mtoa huduma wa mawasiliano ya simu anawasiliana kupitia kwa wateja. Kama sio namba mia moja, usitoe ushirikiano, ama kwa lugha ya mjini unasema ipotezee. unaofanyika kimtandao, ripoti sifuri, moja tano sifuri nne sifuri, na hakikisha unafuata maelekezo kwa ukamilifu kutoka kwa mtoa huduma wako kukamilisha uwasilishaji wa tukio husika wasiliano na teknolojia ya habari akiwa amezungumzia kwa ufupi tu kuhusiana na kampeni yetu ya Sitapeliki. Sasa meneja wa TCRA mhandisi Imelda Salum, ambaye ni meneja wa TCRA kanda ya Ziwa, yeye ametembelea kituo cha redio cha Flamingo. Nikupe nafasi mtazamaji, ya kumtazama akitoa elimu kwa Watanzania kama ambavyo unashuhudia, Watanzania wakisikiliza kupitia redio. Unaona mambo hayo. Sasa mhandisi huyu hapa, karibu mtazamaji. Sante, nianze kwanza kwa kumsalimu msikilizaji wetu e, wa Flamingo FM mia moja na nne nukta tano jicho la jamii. Mm. Karibu sana na tuko a, hapa Flamingo FM asubuhi ya leo, sisi Mamlaka ya Mawasiliano kuzungumza na wewe mwana Ukerewe kuhusu masuala kadhaa ya kampeni yetu inayoendelea sasa hivi nchi nzima ndio, ni kampeni inayohusiana na dondoo za masuala ya usalama kwenye mitandao, ilizinduliwa hmm. rasmi na mheshimiwa wa waziri wa wizara wa ya mawasiliano na wa teknolojia ya habari, Mheshimiwa Jerry Silaa, ndio kama takriban wiki mbili zimepita hmm. kampeni inafahamika kwa jina la Sitapeliki. Sitapeliki ndio, kwa nini kampeni sita hmm. ya Sitapeliki ni mojawapo ya mwendelezo wa jitihada ambazo serikali inafanya kupitia wizara yetu ya mawasiliano na teknolojia ya habari kwa kushirikiana na wadau wengine hususani mm. sisi mamlaka ya mawasiliano, jeshi la polisi kwa upande mwingine, na wananchi mmoja mmoja wenyewe. Tunapozungumza usalama Ayubo, tunazungumza kwa mfano hii kampeni ya Sitapeliki ni ya kwangu, si muona hata jina lenyewe, yaani sitapeliki, sita mimi Melda sitapeliki. Kwa hiyo kila mtu anatakiwa kuichukua kwamba ni jukumu lake au ni wajibu wake kuhakikisha hatapeliki kwanza. Kwa hiyo sheria ilituagiza jambo la kwanza elimu, sababu so, tunaamini kwamba watu wakifahamu watu wakijua watu wakielimika watakuwa na uwezo wa kufanya maamuzi sahihi, ambapo maswala yote yanayohusiana ambayo hayafaa wa vifaa viwango hmm. Lakini pia tunashirikiana na jeshi la polisi endapo a, kama umeshawahi kusikia a, ambazo jeshi la polisi huwa linatoa taarifa kwamba tumemkamata ndugu fulani, alikuwa labda yuko fulani, ana laini za, hmm, za simu thelathini na mbili ana laini za simu 50. Sasa sisi mamlaka ya mawasiliano, kitendo kile cha yule mtu kukamatwa na hizo laini za simu, maana yake in, makampuni mbalimbali mbali ya simu, na upo utaratibu wa namna gani laini za simu zisajiliwe. Sasa ilikuwaje mtu mmoja aka, aka yeye mwenyewe hmm, ni laini ngapi zipo kwenye mitandao ya simu zinasomeka kwa jina lake, na hicho kitu unafanyaje? Tulitengeneza pia namba nyingine maalum ya wewe mwananchi kuangalia usajili wa laini zako mwenyewe kwa kubonyeza nyota moja sifuri sita alama ya reli. Ukibonyeza hiyo namba nyota moja sifuri sita alama ya reli utatakiwa kuweka namba yako ya NIDA. Kiweka namba yako ya NIDA, itakuonyesha laini zote ambazo umesajili kwa kutumia kitambulisho chako. Kwa hiyo itakupa nafasi pia, kama kuna laini usizozitambua utazitolea taarifa. Kwa hiyo hivyo ndivyo e, nafasi hiyo, ndio nafasi au kazi au jukumu la Mamlaka ya Mawasiliano kwenye swala la kudhibiti uhalifu. Ndio maana nilitangulia kusema pale mwanzo, hii kampeni, akifuatilia hivi vidokezo, hizi dondoo, hakika tutakuwa tumedhibiti e, e, zuri na a wana... masuala ya uchumi wa kidijitali maana yake ni kwamba huduma zetu nyingi zitakuwa zinategemea sana mitandao na wengi tunatumia mitandao kupitia simu zetu za mkononi. nam ni upi sasa wito wako kwa hawa watu wa huduma lakini na wananchi kwa ujumla kuhusiana na kampeni ya sitapeliki? Asante Ayubu, wito wangu wa kwanza kwa wananchi tusikerwe na taarifa, yaani taarifa zinalenga kutuimarisha na kutupa sisi uwezo, ili mwananchi akipata ujumbe kutoka kwenye kwenye hiyo sitapeliki, aelewe kwamba aha, ni ile kampeni na kujiweka katika mazingira ya kwamba hatutapeliki. Kwanza, usifuate maelekezo unayopewa na pili, ukipokea, kupokea hizo jumbe za kitapeli, sio namba ya kupiga simu forward, peleka tu ule meseji ambayo wewe unakuwa umepokea meseji ya kitapeli, namba moja tano sifuri na nyota mia moja na sita alama baba we eh. Umesikia tangazo la TCRA tangazo la TCRA kuhusu kuhusu kuhakiki kitambulisho chako eh. Yaani hujui kama kosa kishere, we hivi, unajua uliwamsajilia kama itatokea, wanabishana na mtu kwenye simu, kamtishia maisha kwa bahati mbaya, amefariki, wakija kutafuta kwenye usajili unaonekana wewe kule utakuja kukamatwa, uenda jela wewe, bwa kila jela. <laughs> <laughs> <laughs> Janja ruka, usikubali kutapeliwa. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania. Tumeanzia katika Radio Flamingo kama Kanda. Najulikana kwa kwa urahisi wa vitu vinavyopatikana katika eneo hilo lakini sio kivile mnavyofikiria soko mjinga, ukafikiri watu wa pale wajinga, okay. watu wa pale wana akili timamu na ni waelewa sana. hilo ni jina kama tunavyoita vitu vingine, labda kuna mlima unaitwa Kilimanjaro, kuna nini, mm -hmm. na hilo ni jina tu, lakini kwa watu ni waelewa wa kutosha. Safi kabisa, mwenyekiti, hebu tuanzie hapo sasa. Nataka kufahamu mawasiliano hapa katika soko hili mjinga na biashara kwa ujumla, mawasiliano yamekuwa na mchango gani kwenye kazi zenu hapa? E, nafikiri hakuna kitu kikubwa kama mambo ya mtandao. Mtandao ndo kila kitu, na ukitaka mambo yako yaende vizuri, lazima uko kwenye mtandao, kuwasiliana wewe na mtu asongea mtu mpaka wa nchi za nje, ukafanya nao mawasiliano, nikihitaji mzigo wa aina fulani una bei gani, mambo yote yanakuja kwenye mtandao. Kwa hiyo mtandao ni kitu ambacho tuseme hakina mfano kwa hapa Tanzania, ndio kitu cha kwanza, tuseme grade one mtandao Ndiyo, ndiyo. Sawa, sawa. Unalipi la kuambia afanya biashara sa kuweza kutumia vizuri mawasiliano ili kupata wateja? E, ni vizuri sana na mtu yoyote ukiona na maendeleo lazima atumie mtandao. Mtandao ndo unayoleta mafanikio kwa kila mtu. Mtandao unaleta mahusiano mtu kwa mtu na mtandao, bila kutumia mtandao biashara yako itakuwa haijulikani. Tunatumia mtandao kutangaza biashara zetu, kwa hiyo ukitumia mtandao ni rahisi mali zako kujulikana duniani na Tanzania nzima tupo kwenye kampeni yetu inasema Sitapeliki. Kampeni hii inakutaka wewe mwananchi uweze kuwa salama kwenye mawasiliano yako. Kwa mfano, mtu anakupigia simu anasema yeye ni mtoa huduma kutoka kampuni fulani ya mawasiliano pengine Vodacom, sana mwenyekiti. Nashukuru sana. Mtazamaji e, na naachana hapa na mwenyekiti lakini nikukumbushe tu, unapoona viashiria vya kitapeli kwenye simu yako wala usihangaike. Mtu anakutumia ujumbe mfupi anasema mwanao anaumwa tuma hela kwenye namba hii tumpeleke hospitali. Hao ni matapeli. Cha kufanya sikiliza, chukua namba pamoja na ujumbe wa yule tapeli, tuma kwenda namba 15040 ko hili mjinga hapa Ukerewe. Lakini je, wananchi wameelewa? Dadangu, habari yako? Nzuri. unaitwa nani? naitwa Koku Boniface Mgeta. Aha, Koku, kwanza umewapokea vipi TCRA hapa waliokuja kutoa elimu? mimi nimewapokea vizuri, kwanza tumefurahi e, mimi kilichokielewa zaidi ni pale unaposema kwamba tunaposajili zile namba kule mitaani, wakati mwingine mtu anaweza akaja, hao wanaotembea mitaani wanakusajili yako, unakuta, unakuta, unakuta, unakuta, ni ile namba ya nido imesajili zaidi ya namba tatu, nne, hadi tano, ambapo unakuta wakati mwingine unasajili unapenda kusajili laini yako kama nyingine, unaambiwa kwamba zile namba zimeshatosha. Ina maana kwamba pesa pale, unashindwa kuelewa tunafanyeje. Kwa hiyo mimi nilivyojaribu kumoji, mwelimishaji akajaribu kutuelimisha akatuambia kwamba pale kuna uwezekano wa kufuta zile namba e, kwa hiyo na uwezo wa kumwambia kabisa ukadhibitisha, ndio katumia namba namba mia moja, naweza kupiga nyota mia na sita leli ili kusudi kudhibitisha una namba ngapi ambazo umezisajili umezi, ndio nilichoelewa hicho. wow. Eh. na vipi kuhusiana na zipata za utapeli eh? Eh. isipokuwa sijawahi kutapeliwa, mm. eh, lakini baadhi ya watu ambao tupo nao karibu walishatapeliwa wengi tu, kweli kabisa, kweli. Sasa eh, unawashauri nini sasa baada ya kupata elimu hii Mi nitaendelea kuwashauri kama jinsi mwa maishaji alivyoenda kutushauri tuwe makina unaweza ukaepukana na hilo na hilo. Nikushukuru sana. Katika soko hili mtapeliki. Kasi. Aha, unauza nini hapa? Nauza mboga za majani. Mmetembelewa leo na TCRA. Kwanza umejisikiaje? Najisikia vizuri kwa sababu ya kutupa elimu ni kitu ambacho tulikuwa tukifahamu. Hmm. ndio sasa umetupa maelekezo tutaendelea kufanyia kazi ili kusudi tusitapeliwe hmm. Naitwa Deonatus kwa rugha ibatare. Simu sasa hivi, kwa mfano, watu wakaona unauza nini na ukapata wateja kupitia hivi. Tumia smartphone imenifanikisha kupata wateja wengi zaidi, mm -hmm. Lakini pia imefanikisha kufanya biashara yangu kuwa inakuwa inapanuka, mm -hmm. Kwa sababu gani? Wateja wengi nawapostia mari moja kwa moja, ambia bwana, hebu tuma nione nitumie nione mzigo, unaona. Mama anajitahidi lakini bado nadhani wewe mwenyewe unaona, hey. Wajasiriamali wangu wao dawa. Hey. Unaona, bado mitaji ni midogo, laki wakipata mitaji watafanya zaidi, japo Sao, mkono unaenda kinywani. Safi sana. TCRA wamekuja hapa kutoa elimu. Nataka kusikia ni jambo gani ambalo unajivunia mpaka sasa umejifunza kutoka kwao. Kwanza a wa umakini wao ni mdogo ndo wanaongoza upate milioni kumi, baadhi amekimbia anaenda kwa wakala anamwambia kwa, tuma hela wakati hela hana. Sasa siku hizi mawakala nao wamekuwa wajanja, anaenda anamuona na wasiwasi, anaandika andika pale, anamwambia nimeisha tuma nipe hela. anaambia Oh, subiri kuna mtu ananitumia hapa za huyu, tayari anataka kuibiwa eh. Unaona? Naam, mtazamaji, wakati tunafanya mahojiano kuna dada alikuwa akikatiza katiza hapa na pale dadangu, mambo, unaitwa nani? Naitwa Pendo. Pendo nani? Kwa jina maarufu Dagaa wa Kavu. Kavu, kutapeliwa? Nimewahi kutapeliwa, ananipigia simu nitumie koka. Usitende utapeli mtandaoni, hasa kwenye kimwi Ukerewe. Wana nafasi kubwa kweli kweli, mtazamaji. Mimi ni kushukuru sana mtazamaji kwa kuweza kufuatilia kipindi hiki cha Bambo la Mtaa kutoka hapa TCRA. Kumbuka unaweza kutembelea kurasa zetu rasmi za TCRA ambazo ni TCRA underscore Tanzania upande wa YouTube, TCRA underscore Tanzania upande wa TikTok, TCRA underscore Tanzania upande wa Facebook, TCRA underscore Tanzania upande wa Threads, lakini bila kusahau chaneli e, rasmi ya TCRA underscore Tanzania upande wa WhatsApp. Mtazamaji ni kushukuru sana Kwa...